Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB, dakika, kivyovyote. huwali gani mtazamaji wa Global TV online kupitia Global Sport unahabarika kimichezo ukiwa na mimi Sports Lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe Simba Sports Club imeanza kuvuta kasi kuelekea kwenye ubingwa wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya wenyeji Tanzania Prisons uwanja wa Sokoine mjini Mbeya Tamu ya ushindi wa Simba ni mshambuliaji wa zamani wa Azam FC John Bocco, maarufu kama Adebayor, aliyefunga bao hilo pekee dakika ya 84, baada ya kuwazidi nguvu na maarifa mabeki wa Tanzania Prisons kwenye boksi na kugeuka na kupiga shuti la kiufundi lililomshinda mlinda mlango chipukizi Aaron Kalambo. Kwa ushindi huo, timu ya kocha Mkameruni Joseph Mario Somogi inafikisha pointi 22 baada ya kucheza mechi kumi na kuwaacha kwa pointi tatu Azam FC. Nafasi ya pili. Shujaa upande wa Simba ndo amekuwa John Bocco maarufu kama Adebayo, amefunga bao pekee katika dakika ya 84, wakati wengi waliamini mechi ilikuwa inakwenda kuwa sare. Kikosi cha Simba kilikuwa na Aish Manula, Erasto Nyoni, Muhamed Huseni Shabalala, James Kotei, Yusuf Mlipili, Jonas Mkude, Shiza Kichuya, Mzamiru Yassin, John Bocco, Mwinyi Kazimoto na Haruna Hakizimana Niyonzima, na kwa upande wa Tanzania Prisons: Aldon Kalambo, Michael Ismail, Laurian Mpalile, Nudin Chona, James Mwasote, Jumanne Elfazil, Salumu Kimenya, Kasimu Hamis, Elvata Mpepo, Mohamed Rashid na Lambet Sibianga. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi, kubofia sehemu inaandikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Asante na kwa heri.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 Kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima pendo wa pendo wa matumizi ya bando vijana kuperuzi kivyo utakavyo, kama una dakika zitumie kuperuzi, unaembi unawaza kuongea, pindua, pindua. Pindua, pindua. Pindua. Pindua, kifurushi cha pindua, pindua, pindua pindua cha kupa pindua unit Pata, pindua pindua cha kupa unit. Unit. Unit uhuru ni wako, hmm, dakika naembi ongea upendavyo. Kakafi, uhuru ni wa mb na dakika. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya areri chagua pindua. pindua, kwa, pindua, pindua. Kwa, pindua, pindua. Kwa, pindua kwa. Power to you. Ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser, kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch.